Tukasema kwamba mwanamke, unavyosafisha sehemu zako za siri ni mwiko kuingiza vidole sehemu zako za siri, kutokana na kwamba utavuruga ule ulinzi ambao unatakiwa kulinda kwenye zile sehemu, utawahamisha wale bakteria ambao ni bakteria wanaotakiwa kulinda kwenye sehemu husika, ukapeleka kwenye sehemu nyingine ambapo walikuwa hawatakiwa kuhusika kulinda, hivyo anaweza kusababisha ugonjwa. Sawa, hiyo ni moja kati ya tabia ambayo sio salama kuifanya. Cha pili ni kutumia kemikali kusafisha sehemu zako za siri. Unaweza kuwa na a lot of feminine product ambazo unaziprefera kutumia Sio wanasema kuna femi wash, sio wanasema kuna nini na nini, kuna a lot of chemicals, kuna a lot of, uh, detergent, kuna a lot of feminine product ambazo watu wanaweza kawa wanatumia, lakini zinaweza zisiwe salama wanavyokuwa wanatumia sehemu zao za siri. Unaweza kuwa unatumia sabuni kusafisha sehemu za siri, unaweza kuwa unatumia maji ya moto kusafisha sehemu za siri, lakini zinaweza zisiwe salama. Unaweza kuwa unatumia maji ya karafuu kusafisha sehemu za siri, unaweza kuwa unatumia maji ya chumvi kusafisha sehemu za siri, na kuna wengine wanafanya mambo mengi mengi, sio anapaka perfume, anapaka anapaka mafuta sehemu za siri anafukiza udi. Sehemu zako za siri zinakuwa zinalindwa na vitu vifuatavyo. Cha kwanza, zinalindwa na bakteria hiyo, tunaangalia lower, lower lower lower tract part of the female reproductive system inalindwa na viwango specific vya bakteria, viwango specific vya fungus na appropriate pH ambayo ni acidic unavokua unapeleka kemikali ambazo zinaweza zikawa na pH tofauti au zina au antifungal property. Ni mba utaua wale bacteria na fungus ambao wanatakiwa kulinda hizi sehemu na uta disrupt ile pH kitu ambacho kitasababisha bacteria wengine na wengine ambao sio rafiki ambao ausababisha sabuni sabuni kulinda kwenye a zako za siri kuanzia kwenye mashavu ya uke mpaka kwenye uke kwa ndani. Kuna mtu mwingine anatumia sabuni anaingiza mpaka sabuni kwenye ndani ya uke ya kwa lengo la kusafisha. Huyo mtu fungus wa sehemu za siri hawata mwisho. Kwa sababu ataua bakteria wote ambao ni rafiki kulinda sehemu zake za siri. Then ataacha wale fungus wakuwe zaidi ya kawaida. Nevertheless, ile sabuni uoga zinatengeneza mazingira ambayo ni alkaline. Kwa kutengeneza mazingira ambayo ni alkaline kwenye sehemu zako za siri, una disrupt ile uh, asidi asidi kile asidi kilevo ya kwenye vagina yako na kusababisha ya swakuwa zaidi ya kawaida na wasababisha ugonjwa ambao unaita vuvu vajaino kandidiasis. Kwa hiyo hautakii kutumia sabuni kusafisha sehemu zako za sili, na hautakii kuingiza vidole sehemu zako za sili eh?